Baada ya RPC mkoani Rukwa, wilani Sumbawanga, Kamanda Masija kutoa ripoti juu ya matapeli zaidi ya 13 waliokamatwa na raini 36. Huyu ni Mzee Rashidi akihadisia jinsi alivyowahi kutapeliwa na matapeli hao na kuvuliwa nguo kuachwa zalani. Kumbana, <coughs>

angiwena zisijinini katumia baada ya kumtumia mimi, ni jana kaondoka saa kumi na moja alfajiri kwenda stegi. Baada ya kufika stegi thelathini na tano kufika maji moto ile wakapagisha ikawa shilingi elfu tano kufika saa

Nikachukua bodaboda nikaja pale kumpiga simu, akazanda huyo hapo, alikuwa najikaa kwenye kwenye kwenye maanini sijui kwenye msingi. Basi ikafika pala, akaniambia hivi, babu babu, kaniambia hivi, nikuogeshe dawa, kisha kuogesha huku dawa, ndo mwili wakowe

Ushwani Media imefika katika ofisi za mkuu wa wilaya Sumbawanga, Mheshimiwa Nyakia Ally Chirukile, huku akiendelea kuwahasa Watanzania kuwa makini na kuwa wepesi wa kutoa ripoti juu ya utapeli ambao utaonekana katika mkoa wa Rukwa. Kutoka Ushwani Media DJ Mwasa. Endelee kutoa wito kwa Watanzania ni juzi tu tumewakamata vijana 13 E, wa Tanzania wenzetu ambao wanajihusisha na utapeli wa aina hiyo, kwamba unaweza kuwa tajiri, kwamba hapa ndio kuna watu wanaitwa mafrimason wanakupa hela hapa, ndio kuna watu wanarudisha wachumba waliopotea, hapa ndio watu wanakupa utajiri wa kupindukia katika maisha yako. Kuna mambo mengi hapa Sumbawanga, na nimekuwa huyu si wa kwanza, mara kadhaa wamekuja watu wakiwa wametapeliwa na kuomba kuwa kuwasaidia kurudi makwao. Sasa nitoe wito kwamba m kama una namna nyingine ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Bahati mbaya sana haya yanatokea ndugu Musa Rashid Busuwa yuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kafikia hatua ya kufanya haya ambayo yamefanyika. E, na huyo utapeli wake pia alimwambia na yeye amefunga, amtumie kwanza shilingi thelathini elfu ya futari, na yeye akatuma kabla hajatoka huko Tabora. Kwa hiyo tuwaombe Watanzania tafadhali, mchukue tahadhari sana. Yawezekana kweli waganga wapo, e, wengine atuamini katika mambo lakini, mnendeni mkamsujudia Mwenyezi si Mungu. E, Mungu ametutaka tumwombe, tumtukuze, tumsujudu yeye, tumwabudu yeye na mwisho wa e, siku atatufungulia heri ambazo tunaziona, lakini kama mambo yameshindikana zaidi, turudi kwenu kwenye asili yako ulikotoka sasa mtu tu anakuja na kudanganya unaweza kuwa tajiri halafu, mtu mwenyewe anamwona naye kavaa ndala. Tajiri gani ana ndala? Kwa hiyo, hili nitoe wito kwamba jiepusheni naye mambo mtendelee kutapeliwa siku hadi siku. Kwa hiyo, nawashukuru sana Tanzania, lakini na huyu ndugu yetu sisi tutaona namna ya kumsafirisha kumrudisha huko kwao Tabora, lakini nimekuwa nikitoa fedha nyingi kwa ajili ya watu wa namna hii. Kwa kweli, huu ni uzembe. E, na tuwaombe tu madaktari waendelee kufundisha watu afya ya akili, sababu watu wanadanganya danganya na kila siku jeshi la polisi linatuma usikubali, e, kutapeliwa, kataa utapeli. Sasa matapeli ndio hao wanakupigia simu na kutumia ujumbe, na yeye anaingia kwenye 18 amekutana na watu wanaitwa tees, hapo wanaitwa madii au madokta, ndio maisha yao, wanaendelea nao na, na, wa. e, na sababu, sababu, hamjui amjui huyo mtu na ajue alikopotelea, anasema eh, anahisi kwamba mtu aliyeyuka, maana ile kugeuka tu hamuoni eh, kwamba anaweza kuyeyuka kama malaika. Mtiani sana ndugu zangu, nawashukuru sana, lakini tunaendelea kusema kwamba Sumbawanga ni sehemu salama ya kuishi, lakini matapeli wapo kila kona ya nchi, ila hapa ndio wako wengi zaidi. Mwaka jana tuliondoa kumi na nane na juzi tena kumi na tatu tumewapeleka mahakamani kwa hiyo